Shangwe na vifijo zilitawala mitaa ya Zanzibar baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangazwa mshindi wa uchaguzi kwa zaidi ya asilimia 97 ya kura. Wafuasi wa Chama cha Mapinduzi walijitokeza barabarani kusherehekea ushindi huo, wakisema wameridhishwa na namna uchaguzi ulivyofanyika kwa amani. Omar Haribu ni mkazi wa Zanzibar. Ahusu Mama Suluhu, kwa kweli kapata kura nyingi sana, alhamdulillahi kwa majimbo yote na alhamdulillah, mambo yameenda vizuri, alhamdulillah. Wengine walisema wanajivunia kuona mwanamke akiongoza taifa, wakimtaja Rais Suluhu kuwa kiongozi jasiri anayelinda maslahi ya nchi. Um, inapendeza sana kumpata mama shujaa, inapendeza sana kuona mama amesimama imara kutetea taifa lake. Napendeza kwa kweli, tumefurahia, tunaombea kwa Mungu awe viongozi bora na si bora viongozi. Hata hivyo, baadhi ya wakazi walisema bado kuna changamoto za kisiasa na kuitaka serikali kuketi na upinzani ili kudumisha umoja wa kitaifa. Uh, rais ambaye tunaye madarakani yeye ndiye aliokuwa mstari wa mbele. Wakati anaingia 2020 alikuta maafani makubwa hasa uchaguzi wa mapema uliopita. Na miongoni mwa kasoro ambazo walizungumza atatirekebisha ni dosari ya kura za mapema lakini cha kusikitisha ile kile kile ndio ambacho kile kile kimerejea sasa. Yani kwa maneno wanaweza kuwaleta wananchi kwa pamoja, lakini kwa in practice hawawezi hicho kitu. Ulinzi uliimarishwa katika maeneo kadhaa ya visiwani, magari ya jeshi yakiendelea kuonekana mitaani, huku matangazo ya kampeni ya Rais Suluhu yakiendelea kupamba barabara. Serikali imesema hali ni shwari licha ya changamoto za upatikanaji wa intaneti na usafiri.